Mi kwa majina naitwa Salim gani, leo nilikuwa nataka kuuzia kidogo kuhusu inji yetu njilani, nchi ya Tanzania. Niwaambie kwamba vijana mujitayarishe taetae tisa, lakini sio kweli tumakuruga au mama ile ambaye haijafanyika itakuwa na grand grand the great grand sijui tutaita namna gani vile ambaye Itakuwa, itakuwa ni mama ya maandamano tarehe tisa ya mwezi wa Desemba. Hiyo inamaanisha kwamba ni mwezi ujayo. Jambo ambalo tunataka kuya kufanya ni kuya kuhakisha ukweli ile mambo ambayo mama alifanya, kila mtu wote duniani amejua, anasikia ni kama anajaribu kuleta kwamba watu wale ambao wameshikwa wachiliwe lakini mi nataka kuwaambia hivi, hatutaki kujua kwamba umewawachilia ama umewaweka ndani. Ile kitu ambayo iliyoko ni tuhakishe ukweli umetoka, kwa sababu Tanzania bara hawajapiga kura, na ndio nchi kubwa katika nchi ya muungano wa Tanzania. Hatuwezi kama kwamba tukubaliana wewe, twende fanye coalition ama handshake. That's total nonsense. Ya pili, watu wa ICC tunawaomba tafadhali muharakishe ku arrest mama. A, huwezi kuua watu zaidi ya elfu tatu alafu sasa kisha baadaye huyo tuambie kwamba atitukaa chini tuelewane, tuweke nje amani. Hakuna amani ukiwa umeshaua wa watu hawa. Watu kwanza walete wavuvue. Neno la tatu ulisema kwamba watu wale vijana walikuwa wanaandamana, ni wakutoka nijirani kama wametoka Kenya. Nataka weke wa maiti wote weke bali na manga tuweze kuwaona hapo, na tuhakikishe ukweli tumeokota tuweze kuona nani ndio waliuawa, na alikuwa jirani kama hiyo elfu tatu ni watu kutoka Kenya, tuwaone hapo jirani hapo, apa, apa, apa na manga wengine uweke Taveta, wengine uweke Silale, hawa watu wote tuokota tuzike alafu tudini na wewe atuachane na wewe mama, mi nataka kuhakikishia ukweli, kwa sababu mimi siai kuona Muislamu mwanamke anapigana kwa sababu ya utawala. Hiyo ni kinyume. Ya pili, siai kuona Muislamu ambaye ni muongo mdanganyifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba eli uwe, ka, uwe, uwe, uwe, uwe muwaji, uwe muzinzi, mu, mu, mu, uwe mchawi, uwe hata mwizi lakini usiwe muongo. Hii yako ya kwanza, Uislamu umekukataa. Ya pili, Tanganyika imekukataa kwa sababu tumeelewa kwamba wewe ni bebali mweuzi wale waliowachwa pale pale, Zanzibar na wa Yemen ili waweze kunyanyaza watu hao. Tumesema urudi kwenu na ukae na hiyo tabia huko huko mtoni huko. Ya tatu ikiangalia mila na desturi ya Mwafrika, sihai kuona Mwafrika mwanamke anaoa watoto kwa sababu ya utawala hata mgani ama mgani amna. Kwa hivyo, kwa ufupi, huyu mama, mambo yako tumekataa kata kata, na nasema kwamba wa Kenya tuko tayari kusupport kupa support 100% kwa kwa Tanzania vijana wa Kenya, hiyo tu. Tunaongea nao mimi, huwa mara mingi nawaambia kwamba mimi ni ex generation and a best, best friend of JZ, na mimi nina uhakika kwamba tuko tayari kwa support, ili muweze kutusaidia kwa sababu hiyo yenu ilikuwa quarter final, semifinal tunaivanya Uganda ali next year, na final itakuwa hapa Kenya ili tuweze kumazana na a mababari wauzi tuweze kumazana kwanza. Hauwezi kuwa kama tunakaa na watu wananyanyasa wanavinya na kuua watoto haiwezekani. Ya pili, haiwezekani iwe kwamba kila wakati tunaambiwa kwamba vijana viongozi wa kesho. Sisi wenyewe tumekuwa west kwa sababu si wakati wetu, wakati ulikuwa tuliharibiwa tukiambiwa kwamba subirini, muwe na subira mutakuwa viongozi wa kesho, tukarealize kwamba nyanyi ni nyanyi. Hata ukipeleka mlima Kilimanjaro uweke Mount Kenya ama upeleke Mount Elgon, yote itakuwa tu ni nyanyi na italimeni nyanyi. Aa, wakoloni wa ni wakoloni na ni eli, hata mkoloni mweupe kwa sababu namwonea kwa umbali kuliko mkoloni mweusi. Kwa hivyo sisi tumekubaliana na nyinyi, tarehe tisa kutakuwa na maandamano grand demonstration, ile ambayo itakuwa ni maajabu, ile kitu ambayo haionekani Tanzania. Tena itakuwa mfano kwa wale ambao wanafikiria kufanya jambo kama hili. Kwa hivyo tafadhali, tuungane pamoja na mujitayarishe, watanzania wenzangu, na waomba tafadhali, mtokee hata uliko na mguu ya miti akisha kwamba ametokea ili tuhakikishe kweli, huyu ukweli mweusi imbilisi mtu asiyojua halali wala haramu ametuondokea, ili tuweze kupata amani. Naomba hiyo, ili muhakishe ukweli. Kumbukeni wakati ambaye mulikuwa na maandamano ma ma ma, sisi wa Kenya, tulikuwa tunapigwa hapa na manga tukijaribu kuingia tuwaokoe, na hii round tutalala huko ndani, ili masibuhi ukianza tuwe pamoja si wote, na tuhakishe ukweli, huyu mama ametoka katika state house, kwa hivyo hakuna njia nyingine na hakuna msamaha, hakuna huruma kwa mtu ambaye akuhurumii. Mungu awabariki na mutie hiyo maanani, usisahau wala usichelewe kwamba ni tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili na kila mtu atoke, ambia njilani, ambia rafiki yako, ambia hata mwanjamii na jamaa na marafiki, hakikisha ukweli, kila mtu wote ametoka ndio tuweze kuondoa mbilisi mtu asiyojua alamu alam wala alamu. Na Mungu awabariki, asaneni. Uh, kuna baadhi ambao wanasema kwamba huenda ukakuwa na mpukizano wa mikono ama ile handshake hmm, wadhani ya kwamba itasuluhisha masuala ambayo iliweza kufanyika kule Tanzania. Uh, jambo la kwanza hatuwezi fanya handshake. hatuwezi fanya handshake. kwa sababu huwezi fanya handshake na mtu ambaye hujapiga kura. Sasa atapiga kama kwa mfano Tundulizi atapiga atapiga shek kama nani? hiyo mambo kama hiyo ni jambo ambayo hiyo, tumekata kauli kabisa, haitafanyika kwa sababu, haiwezekani kwamba huo watoto, alafu saafanya kama anataka shek. Hatuna maneno na shek, kwanza aaavuue wale waliouwa, alafu awalete hapo hata mm -hmm. Lakini kama wazi story kama kuwavuvua hiyo sawa, hatuwezi kubaliana na mambo haya kwa zobu, kwamba, uki, njambu, kwamba, mfupa, kwa sababu kwamba kwamba shetani amekufanyia jambo uelewe, akikupatia mvupa utalipa stake. Hivyo tunaamini kwamba akijaribu kufanya handshake hiyo, ni njia moja kuonyesha kwamba Tanzania imeisha na itakuwa ni kitu ambaye ni ajabu ya pili, mnastahili uelewe kwamba e, e, Tanzania ni nchi mbili ambaye imeungana. Kama we ni Mtanzania bara wewe mzaliwa wa Tanzania bara uelewe, ukienda Zanzibar ni lazima uwe na passport. Nauliza mtu wowote ambaye kwenda atakuelezea kwamba wakati ambayo anaingia either ndege ama uingie meli, ukielekea Zanzibar ni lazima uonyeze passport hata kama umetoka Tanganyika. Kwa hivyo ile kitu ambayo na nastahili uelewe hauwezi fanya handshake

waendelea mambo yao. Huwezi kuwa kama kweni mnaendelea vizuri, na unakuja kutukanyanga nyanga kwetu, hii haiwezekani. Hiyo nakwambia ukweli, nakuhakikishia ukweli, tuko na wewe hapa kwa hapa, atuami atuami. Hiyo usidanganywe na mtu mama, usijidanganye kwamba tutafanya handshake kwa sababu tumesha kuelewa, tumesha kuelewa. Sasa wao, unaona, tuna, tuna shida na wewe. Unapozungumza mdomo yako utamka uongo, uelewe Ka, kamila desturi ya Waislamu, ambaye Waislamu huko kwenu ndio wengi unasema, kwa kwamba kwa ni heri kafiri kuliko mnafiki. Mtu mnafiki ni kama wewe Mama Suluhu, mdomo yake huongea uongo, ulidanganywa na kaaba na Korani na Mwenyezi Mungu anastahili kukulaani hiyo Korani, ili iwe vunzo kwa wengine. Ya pili akifanya hadi yatimizi hadi ambayo uliofanya ulitimiza ya tatu ukikoba ulipi ukweli mambo ambayo naye vitu ambayo unayechukua una, una kwa watu. Wewe unalipa mambo waliofanya na ukitumia kijana yako na wengine mbale wale ambaye walikuwa nao kama aliyekuwa rais uh, eh, Jakaya Kikwete. Si kwamba tuelewi, tunaelewa. Si tuna macho, tuna hekima. Mwenyezi Mungu Allah subhana wa Ta'ala ametupatia hekima. Kwa hivyo tunahakika kwamba mambo unayefanya tunayajua na tunakuonea mbali. Kwa hivyo tafadhali, mambo ya ashek hiyo sawa, mwanangu, siwe ukapotea bure ama ukaje ukafikiria kwamba tutaelewana wewe. Hatutaelewana kamwe. Hiyo tumekata kauli, aidha uende ama si tuame ubaki.